Mimi katika uongozi wangu, katika uongozi wangu sitamtaka mkuu wa wilaya au kumuomba askari yoyote kwenda kuwatoa wachimbaji wadogo kwenye leseni kwa mabomu. Sitafanya hiyo kazi. Ni jukumu la mwenye leseni, ni jukumu la mwenye leseni kuhakikisha anailinda leseni yake. Mbona hapa kwa Klaveli mpo hapa, kuna shida hapa, zipo eh? Utaniambia baadaye, naambiwa kuna shida hapa, wataniambia baadaye. Lakini utaratibu upo hapa, na uona wa namna ambavyo maduara yako hapa. Kuna maduara sabini na nne yanayozalisha, na ndugu yangu, kama maduara haya hayajasajiliwa, naomba nikiwa natoka hapa, hakikisheni mnasajili maduara na inakwenda kwa RMO pale, ifahamike nani ana duara wapi, ameingia makubaliano na wenye leseni, na hayo tuyatunze kwenye ofisi ya RMO, ili ikitokea changamoto yoyote tuwe mstari wa kwanza kuja kuweza kusaidia. Kwa hili ni eneo la kwanza ambalo tuliamua kulifanyia kazi, kulitungia kanuni, nilitoa ahadi kwenye Bunge na niliyasimamia kanuni, tumeirekebisha hivi sasa. Kanuni inasema hivi: ni marufuku, ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni, mmiliki wa leseni kuingiza wachimbaji wadogo kuchimba maduara kwenye leseni yake lakini akiridhia waingie, akiridhia waingie kwenye leseni yake, mambo yafuatayo lazima yafanyike. La kwanza, lazima mmiliki wa leseni na wenye maduara waingie kwenye mkataba, na mkataba ukasajiliwe kwenye ofisi ya RMO, ili siku ukimleta mwekezaji wako hapa, mimi simtoi mpaka mwe mmemaliza naye kwa gharama ambazo amezeka kwenye duara lile. Hiyo ndio sharti kubwa la kwanza.